Okay, ni wakati mwingine ambao wana Darajani elfu moja mia tisa na tano tunakutana kwa ajili ya kujadili uh, yale ambayo ameweza kutokea kwenye mechi mojawapo ya inayokutanisha Chelsea na, na mpinzani mwingine, lakini kwa leo tuko hapa kuweza kuchambua na kukuletea madini yote ya yale ambayo yametokea kwenye mchezo wetu dhidi ya Brighton and Hove Albion ulikuwa ni mchezo wa ligi kuu ya soka ya England almaarufu kama EPL, na matokeo ya mwisho tumepoteza kwa mabao eh, matatu kwa moja, bao la Chelsea likifungwa na Enzo Fernandez eh, kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili kimekuwa ni kipindi kigumu kwetu, na tumeweza kuruhusu mabao matatu na kupoteza eh, mchezo huu wa leo umekuwa ni mchezo mgumu na ni mchezo ambao ulikuwa upande wa kikosi. Uh, kwenye center, center back tulikuwa tumefanya mabadiliko kadhaa, lakini moja ya mabadiliko ambayo yalikuwepo ni ingizo la Jorrel Hato ambaye, eh, alikuwa hajawahi kupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Chelsea hasa kwenye eneo la beki wa kati, lakini leo amepata nafasi hiyo ya kuanza. Lakini kwenye midfield uh, tulikuwa na wa midfield watatu ambao walikuwepo Enzo Fernandez uh, pia Santos pamoja na na, na, na, na Moi Kaisedo ambao wao walishikilia dimba. Uh, lakini matokeo haya yanaweza kuwa yana uh, fanya mashabiki wa Chelsea wao na maoni mengi sana ambayo yanaweza kasaidia kwa ajili ya kujenga na kujijenga kama timu tuweze tujue namna gani tunaweza kuondoka kwenye hii kazi ambayo inatukumba kwa siku za hivi karibuni. Uh, niko na wachambuzi wangu ambao leo hii tutakuwa pamoja kwa ajili ya kukuletea eh, madini haya ambayo kama mwana Chelsea nafikiri una nasubiri kwa hamu. Niko na Ken pamoja na Simon Barnabas ambao watakuletea eh, madini haya kwa ukubwa zaidi, na mimi naitwa Himidio Kabuje ambaye nitakuwa na kuongozea eh, gurudumu hili kuweza kusogea mbele. Nikianza na Ken, Ken, unafikiri uh, mechi ya leo ilikuwa ni mechi ya aina gani, na uh, namna gani ambavyo tuli kwako wewe ume, umeapokeaje kwa mchezo huu wa leo dhidi ya Brighton? Uh, matokeo kiujumla sijapokea vizuri kama ambavyo mashabiki wenzangu wengi wa Chelsea hawajapokea vizuri, lakini swali la kujiuliza kwenye mechi nne za mwisho zilizopita ni kwamba nani anastahili lawama kwenye matokeo tunayopata hasa ukizingatia mechi nyingi ambazo tumecheza hizo nne zilizopita tulikuwa the favorites kushinda hasa hata kwa magoli mengi. Hasa ukiangalia mechi ya leo hata watu wanasema kile kipindi cha kwanza tumecheza vizuri, lakini hata ukikiangalia kile kipindi cha kwanza bado ulikuwa unaona timu ni nzito, hata kwenye transition zake ni nzito, timu haitembei vile ambavyo tume, tume, tumezoea kabla ya kombe la dunia kuisha ile, ile, spirit ya transition kwenda kwenye mashambulizi kasi imepungua sana kwa kweli, imepungua sana. Sasa ukiangalia kwenye mchezo wa leo, mimi binafsi sikutegemea, sikutegemea ushindi wa magoli mengi, nilitegemea ushindi wa taabu kama tu kutoka kwenye Lincoln City ambao tumepata ushindi mwembamba kwenye mechi iliyopita, lakini haswa haswa kufungwa, sijashangaa na hii red card. Nafikiri imempunguzia criticism Enzo Maresca E, watu wasimlaumu sana waangalie red card, lakini nafikiri Enzo Maresca ana asilimia yake hamsini ya, ya kujibu na sports director wa Chelsea wana asilimia hamsini za kujibu, kwa sababu pia nao walishadaiwa center back wengi sana na Enzo Maresca kipindi cha dirisha la usajili na hawajampa hivyo. a Ah, mechi ya leo mimi kwa kweli ninapeleka lawama hamsini kwa hamsini kwa Enzo Maresca lakini pia kwa kwa, kwa madirekta wa klabu wa Chelsea. Okay. Simon, uh, kimbinu unafikiri Enzo Maresca alifeli wapi mpaka tukapata matokeo haya ambayo sasa hivi tunayazungumzia hapa kimbinu, mwalimu? Uh, wapi ambapo alikwama na wapi Brighton aliweza kutuzidi kwenye mchezo huo? Kwanza kimbinu ni muundo wa timu tuangalie hizi red card kwamba zinatokea ni kwamba ni reckless wa wachezaji ama nini, unakuwa unakuja kupata jibu kwamba sio uzembe wa wachezaji ni muundo wa timu sawa. Ushaji wa wachezaji wako, hawako vizuri comfortable na mpira kuanzishia nyuma, wanapoteza mipira, wanapoteza mipira, wanapiga pasi ambazo ni fiongo. Kwa nini usitafute namna nyingine ya kuanzisha mipira? Unaangalia hiyo mipira, kila siku. Red card ya Robert Sanchez, game iliyoisha, ni kwamba walikuwa wanaanza mpira nyuma kaaa waka, wakapresiwa pale kanyanganywa waka mpira ila na mbwema anakimbia sachi anatokea ikawa red kadi. Leo pia mpira anachezea pale nyuma akaenda kupresiwa Andrey Santos, wakanyanganya mpira wakawa wanaondoka nao ikapelekea red kadi. Ukiangalia hizi red kadi ni, ni kama mwendelezo lakini kwa msimu ulioisha nahisi zilikuwa ni magoli a yani, tulikuwa tukipresiwa kama hivi wanakuja wanapata goli. Upo na Kaisedo, tunasema ni destroyer, lakini sio sio nzuri kivyo, kwa sababu akiwa na mpira afu goli ya Mnanania ametoka ame, ame, ame, ame anaangalia golini, umpe garantie kwamba atachukua ule mpira utampasia ule mpira pale ataondoka nao, yani sio ile re resistance kama alivyo Lovio Lavia ama kama Teze alivyo kwa Jorginho. Mpira anapata solution na haraka, wapi atoe pasi Afu timu iondoke. Kaisaidi sio mtu aibu bado, unamtumia pale chini, unataka anishe mipira pale chini, akipiga pale pasi ende kwenda kwa kwenye Frank Bile ila kwa jims au kwa kwa kukulela au kama ni winga atakuwa ameshuka au kivyo yote atakuwa ameshuka. Hapa hivi tunakuta wale watu wana namba kubwa ya watu, wanatupesa wanatuzidi namba, wanafanya nini? Wanatunyanganya mipira, angalia ile goli ambayo Chelsea kufunga pale kama watu wawili kama watu watatu, si tu kuwa wawili alikuwepo, ambayo amenyang'anywa mpira ambaye kwa kwa, tunaangalia kwamba Maresca inabidi atubadilishie mbinu zake za, kunani, za, za ku, e, kuanzisha mashambulizi tunajua kabisa kule mbele utamtegemea nani wa Pedro mipira ije mingi au yani, ana hold kama masteka wengine wanavyofanya. E, tukipiga mipira mirefu kwamba i hold wachezaji wengine waje wapite nayo, sio mzuri hiyo vitu yani, mzuri kwenye kuchezesha timu, lakini pia ndio maana yeye ni kocha pale, bila tafuta solution kuna namna, mipira sio lazima uanzie pale, unaweza kaanza pembeni kwa full back. Ukishaanza kwa full back, watajua juu utaenda kwa mawinga au watapiga katikati kwa viungo katikati, viungo watasambaza kwenda kwa mawinga. Yeye ni coach bila tafuta solution yake, kitu timu yetu hatuwezi kucheza mpira kuanzia nyuma, hicho hatuwezi, hatuna hatuna wachezaji wa karakta hiyo, na ndio maana tunapelekea era nyingi, era after era, tunacheza pale pasi mbili tatu pale nyuma wanatupress agisha Sanchez anabutua tena mbele, anatofelisha hapo, nabidi angalie. Yaani washatujua kama sisi ni wadhaifu kwenye kwanza na mipira nyuma, washatujua wakitu press wanatunyanganya mipira, hatuna beki ambaye ni press resistant hata moja wala kiungo ambaye anabaki chini pale baada kama wakicheza ragbi ragbi ndo anaweza akafeint akawa amemwacha mtu akapiga pasi timu ikaondoka, waliobaki hawawezi, sasa Kaisedo hawezi, bado angekuwa na uwezo wa kugadi mpira akicheza pale chini, tumeongea kipindi tunamwona Gallagher pale chini alikuwa na gari mpira, mpira inaondoka, lakini Kaisedo hawezi, Kaisedo ni destroyer, kiasi kwamba angekuwa na ufanisi wa kupiga pasi vizuri na kupiga mpira yule bila cheze box to box ndo changamoto kama hiyo hapo tunapofeli hapo hivi lakini, wenye kimbin tunapofelicha pili, anaonekana kabisa kwamba akipata kadi nyekundu huwa ana yani, hawezi kuiandaa timu yani, tm yale yani mapungufu ambayo timu inayo kwamba tumepoteza mtu mmoja timu itafayja yani, itacheza vipi kusudi accommodate ile pungufu ambayo tuko nayo. Hatuna sisi ni timu kubwa, obidi wajani sisi tukimbie Wazidi wale kwa sababu sisi ni wakubwa tu control mechi kuwazidi wazidi sababu sisi ni wakubwa na hiyo ndio character ya timu kubwa, lakini tunapoachia watu na control game, wanafika kwetu mara kadhaa, tunarudi nyuma kujipanga. Ndiyo, so, iso lakini, mna defend vipi yani, ile art of defending ikiwa pale nyuma ipo, na ukuta kwamba hatuna. Tulipata red card na mechi na, na liver. Liver ya crop, chini ya Thomas Tuchel, red card ya Reece James. Unamwangalia ile kani Tuchel alivyoandaa, alivyoset timu yake, alimtoa alimtoa mshambuliaji mmoja pale chini akabaki Mateo Kovacic na nani na Jorginho, lakini pia kaenda na back three, ina maana wapo watano. Lakini pia muda huo huo kuna kuna watu wengine pia wanazoea kuanzia juu, lakini sisi hatuna mistari na achana mirefu sana ukiangalia mstari uliopo kati ya nani kati ya sasa, ushambuliaji ambao ilikuwa na watu wangapi, tuseme almost watu wanne, kwa sababu alikuwa ni Pedro Neto, alikuwa ni Enzo, alikuwa ni Joao Pedro, lakini pia Estevao kule, hivi wapo watu wanne. Hapa katikati alikuwa upo ni Andrey Santos, pamoja na Andrey Santos pamoja na Caicedo, lakini wale jamaa hapa katikati walikuwa wamejaza watu kwao walikuwa na watu shaini hapo, yani, kwenye eneo la katikati moja moja moja, wanapiga rondo. Mara kwanza ilikuwa na hisi kama Chelsea na wachezaji wadogo, na miili midogo midogo, fiziki yetu, yani, si, bado hatuko fiziki ya kuendana na Premier League. Yani intensity ya game ambayo tunacheza, tunacheza game soft sana, hatuna intensity hiyo kama ambazo wana apply wachezaji wengine. Yani hatuna intensity hiyo kabisa. Kuna mtu anaona mpaka hata anafokea watu kwamba ongezeni intensity, lakini wachezaji unakuta wame relax tu, yani wanacheza ni easy easy, yani hawakimbii kwenda kukaba, unakuta wafanye tackling ile tactical foul wafanyi Yani unacheza tu kama, yani kama kama robot, yani weka pale, kaa pale, utapasua pale, utarudisha pale, utaenda hivi utaenda hivi. Hatutofika kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni, ni kazi kwa makocha, watafuta namna ya ku, ya ku, ya kwanza tuongeze physicality katika game yetu. Unajua kuna team kama Newcastle au Liverpool hata kama akipotea mtu mmoja ile intensity ambayo ana apply kwenye game. Huwezi kuifeel kwa timu kama Brighton, yani huwezi kufeel ile intensity. Kaki sisi tukishapoteza mtu mmoja, naona kabisa kuna gap. Hata kama tujapoteza tu kuna gap. Tukipoteza ndio inakuwa mazima. Na mimi nilidhani kwa, okay, kwa mda ule baada ya kupata mm, kadi nyekundu nilijua moja kwa moja nitaenda kumtoa Stivao abaki na Pedro Neto na Joao Pedro kusudi acheze mabeki wanne viungo watatu pamoja na washambuliaji wawili pale mbele, lakini akaenda kumtoa Andrey Santos ambaye alikuwa na apply energy kuliko nani hata kuliko nani hata Enzo kuliko nani hata Siva, akaenda kumtoa yule. Nikawaza sana, anamtoa kwa nini Andrey Santos, ambaye alikuwa na apply energy, kuna muda alikuwa anafika kwenye nani, anafika kwenye matukio kwa wakati, anasukumana na watu, akaenda kumtoa timu. Yani kabaki tu Caicedo pale katikati pale Asingeza okay, okay, kwa mechi yes, ya Brighton kwa namna yote ile. Kwa hiyo ndio tunapofeli hapo. Sijui kama Maresca anapanikini nini anaitwa akishapata kadi nyekundu. Okay, kukosekana kwa baadhi ya wachezaji hasa kwenye eneo la center back. Ah, yes. Uh, Tosin Fofana, uh, Levi Colwill ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza mara nyingi hasa eh, Tosini na eh, Levi Colwill ambao wanakosekana. Wesley Fofana ishu yake inaeleweka kwamba amekuwa ni mtu ambaye amekuwa naingia toka nyingi. Inawezekana ndio sababu ya kupata matokeo ya disaini, kwa sababu tunapozungumza hapa ni kwamba eh, kwenye michezo mingine ya mwisho tumeshapoteza michezo takribani mitatu. Mmoja ya mchezo huu ni mchezo dhidi ya Bayern Munich, mchezo dhidi ya Manchester United na mchezo huu dhidi ya Brighton. Tumepata ushindi mmoja tu, Uh, kwenye kombe la ligi dhidi ya Rekron, ambapo tulipata ushindi wa mabao mawili kwa moja. Unafikiri kukosekana kwa wachezaji hawa kwenye eneo la uh, center back au eneo la mwisho la Chelsea la kujirinda inaweza kawa ni sababu ambayo inasababisha matokeo ya aina hii, uh, na kama ndio sababu kuna haja gani ya yeah, kuna haja yoyote ya, ya, ya, ya, ya mwalimu kutafuta suruhu ya hiki kitu ambacho kinaendelea? Hao uh, wachezaji wana ni sababu ya matokeo haya? Uh, kwanza nianze na, nianze na, na hilo lilosema kwamba ulivyotaja hao wachezaji wa defense line hapo wa ya Chelsea. Uh, kwanza unakumtaja Wesley Fofana Tosini, na hawa wengine wanaocheza katikati ukiacha Colwill wengi walikuwepo wakati tunafungwa mechi zilizopita. Labda tu nikuambia jambo moja, kwamba katika defense line ya Chelsea mchezaji ambaye naweza nikawa nina imani kwamba anaweza kucheza kwenye defense line ya timu yoyote labda ni Colwill, na toka aondoke, unaona kabisa kwamba pale nyuma hamna kiongozi eh hamna ile commandment in defense. hamna kabisa kila mtu anajifanyia kile ambacho anaona yeye ni sahihi. Hilo la kwanza, lakini jambo la pili, hilo kukosekana kwa hawa watu kwenye defense line sio kilichopelekea sisi kupoteza au kupata matokeo mabovu. Hapana, hilo siwezi kukubali. Kilichopelekea leo hasa, kwenye game ya leo, kama ya leo, kupata matokeo tuliyopata Jambo la kwanza ni Enzo Maresca. Kupata kadi nyekundu nafikiri hilo tatizo, ameshindwa kulipatia ufumbuzi hasa kwenye mechi nyingi zilizopita. Mechi nyingi sana tulipata kadi nyekundu tu. Timu inapoteza kila kitu, yani kila kitu, every aspect of the game tunapoteza. Unaona? Hasa kwenye mechi ya leo sikuona haja ya kuingia kwa Malo Gusto. Malo Gusto, sikuona haja ya kuingia kwake. Labda kama angemuingiza alivyomuingiza Badiashile, angechagua mmojawapo wa kutoka kati ya Enzo Fernandez au Santos, angechagua mmojawapo, au Estevao angechagua mmojawapo atoke aingie Badiashile, alafu huo mfumo angerudisha uwe 441, mbele asimame Joao Pedro, katikati pale wasimame viungo wanne, nyuma tuwe na backline nzuri ambayo iko boldi, ambayo inaweza kuzuia counter attack ambao tunashambuliwa kwa sababu tuko wenzetu sasa jambo hilo ameshindwa kulifanya yeye amekimbilia kwenda ku defend na wakati anajua kabisa ametoa washambuliaji anaingiza watu wa ku defend wakati hao watu wenyewe wanaoingiza ku defense, hawana ubora kwamba wanakuhakikisha kwamba wakienda kwa kwenye defense watadefend hatutafungwa uwezo huu hawana lakini yeye amewangangania watu wa kukatoa watu ambao angewabakisha kama kamaa nina uhakika tungeendelea kuwa na uwezo wa kushinda goli moja au kusuluhu, lakini lisingewezekana kabisa kufungwa tatu moja. Ni jambo ambalo lisingewezekana, lakini kwa sababu hata, hata, hata, hata, hata, hata baada ya kupata kadi nyekundu pale, japokuwa nalo ilo ni kosa, hakufanya mabadiliko yale kwa muda ule uliotakiwa lakini hata ulivyoanga tu tuna kadi nyekundu bado tulikuwa tuna dominate ka mchezo kwa namna fulani, lakini baada ya kufanya tu yale mabadiliko aliyofanya, sijui kuingiza Gusto, sijui kuingiza nani, pakaanza kutokea makosa ya sio ya lazima. Hata wachezaji wale ambao walikuwa na, na mchezo mzuri kipindi cha kwanza wakawa na mchezo mbovu sana kipindi cha pili. Ko, kosa lake kosa aliyofanya tufungwa leo ni Maresca na ma, na, na, na nini tunasema na maamuzi yake hasa, hasa, hasa anapopata changamoto ngumu za kujibu maswali kama ambayo tumepata leo kwa sababu unaona, ni mistake zile zile amezifanya kwenye mechi iliyopita ya, ya, tuliopata kadi nyekundu, na ni mistake hiyo hiyo anaifanya kwenye mechi hii. Ina maana sidhani kama Mareska anajifunza, au ni kwamba anatuma ujumbe gani kwa bodi, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kule sporting directors kwamba labda nilikuwa nataka ilikuwa e, taklikuwa e, nataka beki lakini hamjanunulia. Na ndio maana mwanzoni pale nikasema ukiweka overall ya msimu huu ntagawanya lawama hamsini kwa hamsini, yaani hamsini iende kwa Maresca, hamsini iende kwa, kwa, kwa, kwa sporting directors ambao walishapelekewa kwamba mimi nina shida na beki na, na amelalamika sana lakini hajae kupewa analalamikia beki anale, anale, analetea watu ambao kimsingi kwenye a maeneo ambao watu wanaletwa kuna watu tayari sasa. <laughs> Hiyo inafanya timu kutokuwa na, na, na, na, na, na balance nzuri. Chelsea ina uwezo mzuri sana katikati ya uwanja uwezo, uwezo kama asilimia sitini pale mbele kwa sababu kuna nafasi, lakini uwezo wa kukonveti ni mdogo. Nyuma huku ndio kabisa, beki zote ukiacha Reece James i hamna kitu maku... kabisa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba sababu ya kufungwa mechi ya leo sio wachezaji waliokosekana, hapana. Kama mchezaji kukosekana, basi tungemzungumzia Cole Palmer. Kwa nini tuzungumzie mabeki? Kwa hiyo sababu yaliyo kufungwa, ni yaliokufungwa ni Enzo Maresca na decision na zake baada ya kupata kadi nyekundu, lakini mambo mengine wachezaji wanahitaji kuji ku, ku, ku, ku, kuji, ku, kujihold accountable kwa yale mambo ambayo wanafanya. Nakumbuka kuna, kuna msemo mmoja alishai kusema Cole Palmer. nani, Nani? nafikiri ni Cole Palmer alisema kwamba tunashindwa sana ku control game na kumanage matukio ndani ya uwanja, na hilo ndo, na wa, wapinzani wetu washatusoma sana. Kama ushe, umeangalia mechi zetu zote msimu huu, hata tukishinda mimi kama shabiki nakuwa na, na, na wasiwasi kwamba hii gemu inaweza kupinduka mda wowote kwa sababu tumeshinda lakini we have no total control of the game, lakini hata tukionyesha ile control, zile management za, za kwenye matukio, kwenye tukio moja, moja ndani ya uwanja ni ndogo sana, ni ndogo sana. Mtu anaweza kumanage matukio kwenye uwanja asilimia tisini paka, paka mia moja. Wengine wote wanabahatisha na wana lack consistency. Kwa hiyo, mimi yangu ni hayo. Kuhusu swala la mfumo angebadilisha mfumo kwa 4-4-1, nafikiri tusinge kwa tunaongelea tatu moja. Lakini pia sababu ya leo kufungwa nafikiri Enzo Maresca na maamuzi ma yake baada ya kupata kadi nyekundu. Hivyo niishie kwa kusema kwamba Maresca bado anajitafuta, kwa hiyo tuendelee kumvumilia kama anahitaji uvumilivu, lakini ukiniambia kubadilisha kocha, natamani angebadilishwa angebadilishwa msimu ukisha. Asante sana. Yeah. Tunaendelea ku kuwa pamoja kuendelea kusikiliza uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wangu Ken pamoja na uh, Simon Barnaba ambao tuko nao hapa. Uh, kitu ambacho natamani pia ukifahamu kutoka kwenu ni namna selection ya kikosi inavyofanyika. Uh, eneo la juu tuna uh, wachezaji wengi sana ukiachana hiya, na Bonanuti ambaye leo hii hakuwa na uwezo wa kucheza uh, kwa sababu ya yeye ni mchezaji wa Brighton, lakini ni vipi eh, kwa mchezaji kama eh, Alejandro Garnacho ambaye eh, anaweza kuwa na uweza kuiofa timu kitu cha tofauti, nini ambacho kinamfanya anaendelea kuwa bench? Lakini tuna eh, Gitens pia eh, wachezaji wenye kasi ambao wanaweza kulinda matokeo eh, na namna ambavyo selection imefanyika kwanza, eh, namna gani ambavyo mwalimu inawezekana akafanya kitu cha tofauti, hasa eneo la juu kwa sababu bado tunaona kuna mapungufu mengi hasa kwenye upande wa umaliziaji na tunashindwa kupata mabao kutokana na wachezaji hao. Nini ambacho mwalimu akifanya kwenye eneo la juu hasa kipindi hiki ambacho eh, Cole Palmer anakosekana kwenye timu uh, kiweze kutusaidia kuweza kuondoka hapa ambapo tupo kitusogeze mpaka pale ambapo eh, Cole Palmer ataweza kurejea? eh, Simon Barnabas. Simon Okay. Naona uh, Simon pa yuko rede uh, kwa wakati naam e, na, na, na amacho, ambacho, ambacho mwalimu wa selection ya kikosi kwa leo, mi nijaribu kumwelewa asasa, kule upande wa juu, sawa kumtumia Pedro Neto na Estivao. Kwanza wale wana offer energy kwa likoni ya e ndogo nacho pamoja na kuofa energy ila kuna namna hajiamini, japo kwa game ya leo ilikuwa inamfaa sana, kwa sababu ulikuwa na space kubwa sana za watu kukimbia, ambacho ndio silaha yake kubwa, ilikuwa inamfaa sana ila simlaumu katika hiyo kwanza, na Pedro Neto pamoja na Estevao. Hata kwa mbeleni huko anaweza kaza nao wote, ila shida inakuja kwamba kisha anza na endgame, nacho unakosa kwanza timu ya ambao si muda ambao timu haina mpira, ina maana pale moja kwa moja inakuwa na abiria uwanjani, haina shida. Lakini unaweza kuwa naye kwa sababu atakuwa, timu ikiwa na mpira anafanya anasababisha vitu vina vinatokea, unaweza kuwa naye. Lakini katika kuwa naye inabidi utafute namna ya kuziba lile pengo lake, yaani hilo huo dhaifu ambao anauonesha huo, inabidi utafute namna ya kuziba. Unauzibaje? una mtu kama Moise Caicedo ambaye energy yake unaweza ukasema ya mtu mmoja na nusu ama watu wawili, una mtu aibu. Unamtumia pale. Tuangalie kwa mfano Arsenal. Zubimendi ana energy hiyo. Au anayecheza namba kumi ile mara ni Odegaard ana energy hiyo. Wanachotumia, wanafyonza energy ya Declan Rice. Zubimendi yuko chini. Yani na control mpira rais wa kule juu anaweza nafasi, yani jambo linatumika hapa na Declan Rice pamoja na watu wengine kama kina Saka na kina Trossard kukaba huku, tuatene na profile yao tofauti na sisi. Lakini kuwa kocha, inabidi utafute solution katika matatizo mbalimbali. Kwa kama hayupo, na mimi hata kipindi hata hatujaanza msimu, ulikuwa unajua kwamba kama sitampata kwenye mechi zote, nitamkosa baadhi ya game ulikuwa umejipangaje katika hili? Ndio ndoj utuonyesha hapa sasa hivi, anaweza kumtumia Stivao, anacheza ile nafasi, Enzo Fernandez anacheza ile nafasi, wakacheza pale vizuri, wakaondoka wak. Na nilicho kuja kushangaza zaidi, timu ishapoteza mchezo au tuko nyuma kwenye mchezo ule, mdan anakuja kumuingiza Romeo Lavia pamoja na Badiashile alikuwa amewatunza. Kwa nini? Kwa labda tunasema kwamba kwa amewatunza labda wametoka kwenye majeruhi, tuseme wametoka kwenye majeruhi, wakija kuingia moja kwa moja inakuwa ni changamoto. Kuna timu watu wanatoka majeruhi wanaingia moja kwa moja, lakini kwa muda ule pia na game na ambacho game ilikuwa inataka, hao watu walikuwa tena hawafai, kama ndio ilikuwa hoja yao hiyo, kwa sababu kwa muda ule wameingia, timu inataka ipambane, itoe sare, ipate sare au ishinde inamaana kwa ajili ya kucheza mpira, habari za excuses nyingi, nyingi kwamba saka, saka katoka juzi tu majeruhi, game ya Man City alikuwemo ndani akacheza karibu dakika 45 zote. Ni, yani sisi ndo tunajua kulinda sana watu kuliko hawa watu. Wewe kama una best player ashatoka majeruhi train siku ngapi, unamwingiza anacheza, anakupa matokeo. Mwisho wa siku timu ni matokeo. Liverpool wanakuwa na majeruhi, akitoka tu majeruhi pale, anaingia moja kwa moja, kwa sababu anajua, kwa sababu huyu mtu anaenda kunipa kitu cha tofauti kwenye game yangu. Habari za kuwalindalinda wachezaji sijui, wafanyeni waingie polepole mi kama ni mantiki anamlindaga James amchezesha fanye nini, timu ya taifa akisha kula na ubonda, timu ya taifa akiumia kula fomu utumii kwenye klabu anacheza mpaka dakika sabini, dakika ngapi? Naona Maresca kuna namna yani, ametengeneza ushikaji na wachezaji ila siyo, yani ushikaji wa kindugu sio ushikaji wa nanini wa kikazi hawa watu wanalipwa kwa ajili ya kucheza mpira, asiwenao sana yani wakitoka majiri wengine. Kwa mfano leo, gemu ya leo tumekuwa na Lavia pale, afu unakuwa na Lavia, unakuwa na Kaisedo, ina maana wale watu, watu hata presi zao tuno, tuk tuno, tunaweza kudhibiti vizuri kabisa lake nakaa chini Kaisedo nakaa juu yake. Mpira ukianza unampatia Lavia ambayo anaweza ni, ni, ni presi resistant, anawatoka, anapiga pasi, timu inaondoka ile kama watu wafunga tunafunga game nne na ni goli nne, tulikuwa tunafanyaje? Tuko na hivyo hivyo, akipasua Lavia na watoka na pigwa pasi moja kwenye njia watu wanaondoka kamba. Lakini leo tumejitakia matatizo, tumepanga kikosi chetu kile, japo si kila, yani kilikuwa ni sawa tu vile vile, ila baadaye amekuja kupani kibada kupata kadi nyekundu na hicho ndio hicho tu. Okay, niwashukuru sana uh, wachambuzi wangu wazamu kwa siku ya leo, Ken pamoja na Simon Barnabas ambao tulikuwa pamoja uh, kwa ajili ya kuletea uchambuzi wa kile ambacho kimeweza kutokea. Uh, nitoe pole kwa mashabiki wote wa Chelsea ambao wanapatikana duniani, na tunapitia kwenye kipindi ambacho si kizuri sana kwa sababu ya matokeo ambayo tunayapata, lakini na imani tunatakiwa kuinua uh, vichwa juu kwa ajili ya kutazama nini ambacho kinaweza kufuata mbele na wakati mwingine tutaweza kupata matokeo bora ambayo yanaweza kuwa ni uh, yana auheni kwa upande wetu. Uh, jina langu naitwa Himidio Kabuje na nilikuwa hapa kuweza kuongoza hili ambalo umeweza kulisikia. Wakati mwingine tutakuja na nini ambacho suruhisho ambalo tunaweza tukalifanya kama timu na tukaweza kuondoka kwenye hili wimbi la matokeo mabaya uh, na tukaweza kupata matokeo mazuri. Niwatakieni siku njema na usikilizaji mwema wa vipindi ambavyo uh, vinaendelea uh, kwa wakati mwingine. Asanteni sana.